Justin Bieber yupo kwenye headlines na sasa hivi ni rasmi; ameingia kwenye biashara ya maudhui kidijitali kupitia mtandao wa Twitch, ambapo kwa siku ya kwanza tu aliweza kupata subscribers 1085 na sasa hivi anaendelea kuonyesha ile lifestyle yake na maisha yake kila siku kwenye kile ambacho anakifanya. Biba anadaiwa kuwekeza takriban dola za Kimarekani milioni 3.5 sawa na zaidi ya bilioni tisa kwa mtonyo wa kibongo. Biba alionekana kistream kwenye giant warehouse moja hivi noma, na inadaiwa kwamba ile ni warehouse ambayo inasemekana kwamba anaweza akawa ameinunua au anaweza akawa analipia kodi tu, kwa makadirio ya hapa na pale inatajwa kufikia hadi dola milioni moja tu na of course, ukiangalia kwenye ile warehouse na unaona kabisa vifaa ambavyo vipo pale ndani ni crazy na vye, kiwango cha hali ya juu kabisa kwa maana cameras zenye quality ya hali ya juu, microphones noma kabisa. Na inasemekana kwamba huenda akawa ametumia dola kama laki nne hivi kwenye uwekezaji tu wa vifaa kama hivyo, lakini a production crew yake ambayo iko nayo na inasemekana kwamba huenda akawa analipa dola laki tano hadi laki nane kwa mwezi kwenye kuwalipa watu ambao wanamsaidia kufanya uh, kazi zake za maswala ya kustream na mambo mengine kama hayo. And of course branding yenyewe tu ambayo ameifanya ni, ni crazy kabisa, so unaweza kuona jinsi gani ambavyo Justin Bieber hajaishia tu kwenye muziki peke yake, lakini sasa hivi ameamua kugeukia kabisa ulimwengu wa kimaudhui kidijitali. Unamwona yuko Twitch sasa hivi, na huenda akapata endorsement kubwa tu na makampuni makubwa ambayo atatamani kuweza kufanya naye kazi kwenye streams ambazo atakuwa anazifanya, lakini anaongeza pia fanbase kwenye muziki wake na kile ambacho anakifanya, kwa sababu Gen Z right now, eh, kwenye masuala ya kustream na nini especially Marekani, inaonekana mwamko wao ni mkubwa kabisa. So Biba anataka kuwachukua wote, alafu aondoke nao na atengeneze mkwanja kwenye muziki. At the same time kwenye biashara ya maudhui mtandaoni. So huu ni mfano kuigwa pia hata kwa wasanii wetu nchini Tanzania ambao wanatamani kuweza ku Uh, fanya vitu mbalimbali mbali na kuweza kupata engagement ya mashabiki tofauti tofauti kwenye kujihusisha na masuala ya design kama hii hapa ya maudhui na nini, so inakuwa ina make more sense, au sio?